Akifungua semina hiyo, Mkuu wa Mkoa wa Singida Halima Omar Dendego amewakaribisha wageni kutoka mfuko wa bima ya afya taifa. Na hapa ndivyo ambavyo alivyowakaribisha: Lakini namshukuru Mungu kwa kuwafikisha salama wageni wetu, tuseme karibuni sana katika mkoa wetu wa Singida. Sisi tuko salama na tumefarijika sana kuwaona na tuko tayari kwa kazi. Toka juzi tuko katika ukumbi huu tukiwa katika kikao kazi angalia majukumu yetu yaliyoko mbele yetu tunapoanza Januari, ndani yake ilikuwa ni swala zima la sekta ya afya. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, umekuja katika wakati mwafaka. Pengine tungekuwa na maswali mengi ambayo hayana majawabu. Ninyi mmetuletea majawabu, kwa sababu tunataka ikianza Januari, basi tuende tukafanye uhamasishaji wa kina, na ili kila Mtanzania aliyelengwa aweze kufaidika na mpango huu baada ya ukaribisho huo mratibu wa bima afya kwa wote kutoka Wizara ya Afya Jackline Sylivester anatuambia malengo ya semina hiyo. Lengo kuu leo tulikuwa katika kikao kazi katika mkoa wa Singida kwa lengo la kuendelea kujengeana uwezo na kutoa elimu kwa ngazi hii ya mkoa wa Singida, kuhusu uh, utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Kwa kipekee ni shukuru sana uongozi wa mkoa wa Singida ukiongozwa na Mheshimiwa wakuu wa mkoa wetu kwa hatua uh, hii muhimu walioifanya kwa lengo la kuhakikisha tunaendelea kupeana elimu hii na kujengeana uelewa zaidi kuhusu namna serikali ambavyo imejipanga kuanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Aidha, Jackline ameweka bayana malengo ya serikali juu ya mfuko wa bima ya afya kwa wote. Malengo ya serikali ni kuhakikisha kwanza katika siku hizi mia moja ahadi aliyoitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inafikiwa ya kuanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote hususan kwa makundi maalum ya watu wasio na uwezo watakaotambuliwa ikiwajumuisha wazee, watoto, wanawake wajawazito na watu wenye makundi maalum. Lakini pia Dr. David Raymond ambaye ni mkurugenzi wa tiba na huduma za kitaalamu naye pia anatueleza. Sasa hivi tulichokifanya ni kwamba tumeimprove. Tunapokwenda kwenye kutekeleza sheria ya bima afya kwa wote, tunategemea idadi kubwa ya wananchi watajiunga na mfuko wa taifa ya bima afya, na kuna wale ambao serikali ya awamu ya sita itawalipia wale ambao wasiojiweza. <coughs> Sasa ili uweze kuhudumia watu, ni lazima ubadilike namna unavyofanya kazi, na kati ya mambo ambayo tumefanya ili kubadilika ni kuangalia namna gani tunamtambua mwanachama wetu anapokuwa kwenye kituo cha kutolea huduma.